Mafundi wa umeme wakiwa katika heka heka za kurejesha umeme unaotumika katika jengo hili la watoto. Hatua hii inakuja baada ya transforma ya umeme kupata hitilafu usiku wa kuamkia leo na jenereta lililopo katika jengo hilo nalo na kupata hitilafu. Hili ni jengo la watoto hapa katika Hospitali ya Taifa ya Muhimbili, jengo ambalo linatumika kwa huduma mbalimbali mbali, licha ya kwamba ni la watoto. Miongoni mwa huduma ambazo zinapatikana hapa ni ile ya kusafisha damu kwa wagonjwa wa figo na pia ni ICU kwa watoto, lakini huduma zote hizi zimeshindwa kuendelea kutokana na, na hitilafu ya umeme ambayo imejitokeza kwa zaidi ya saa kumi na moja na kusababisha baadhi yao kushindwa kuendelea na matibabu, jambo ambalo limeilazimu Hospitali ya Taifa ya Muhimbili kutafuta njia mbadala ya kuhakikisha wagonjwa wenyewe wananusuru maisha yao. Kuna huduma zimeathirika ambazo ni za wagonjwa katika jengo hili. Kuna wagonjwa wanaosafisha damu, kuna huduma za kusafisha damu katika jengo hili, ambapo kwa siku tunawasafisha wagonjwa kati ya 100 mpaka 120. Kwa hiyo e, e, ilibidi wasubiri kidogo. Sasa hatua tulizochukua na kufanya kuhakikisha kwamba wanapata huduma ni kwamba tumapeleka Mloganzila uende kusafishwa damu kwa sababu tuna huduma kule na tumepelekea hospitali jirani zinazotuzunguka. Lakini kundi la pili ni watoto wa ICU. Katika jengo hili la watoto kuna ICU ya watoto wenye umri kuanzia siku 30 na miaka 14 na mpaka 15, wana ICU yao hapa. Walikwepo watoto wachache, tumewahamisha na kuwasambaza katika ICU mbalimbali zilizoko ndani ya hospitali ikiwemo sehemu ya emergency pamoja na jengo la kina mama pale na ICU kubwa kule. Kwa hiyo tukawapeleka pale kwa kisha kwamba wanapata huduma, lakini pia kliniki zote ambazo zilikuwa zinafanyika hapa, tuna jengo kubwa la wagonjwa wa nje. Kwa hiyo tumepeleka kliniki zote ambazo zifanyika katika hili jengo tumepeleka jengo la wagonjwa wa nje. Katika hatua nyingine, Aligaesha akabainisha miundombinu inayotumika kila mara hala ambapo inatokea shida kama hii, na chanzo cha kushindwa kuitumia kwenye hili kila siku. Tumesha weka utaratibu, majengo yote hayo unayoyaona yana umeme wa dharura, tunazo standby generators ambazo ziko katika maeneo mbalimbali, kwa hiyo mbali mbali, kitokea hitilafu, ni kwamba tutawasha standby generator. Sasa hii imetokea hitilafu, imekwenda imeunguza hata ile mashine yetu ya dharura ambayo tunategemea kuitumia kuwasha umeme, kwa hiyo tunachokisema tunachojifunza ni kwamba ambacho tunakifanya kila wakati, ikitokea kama plani A imeharibika, plani B na yenyewe akaleta changamoto, kuna plani C ambayo tumeifanya. Sakata hili limewaibua baadhi ya wananchi wanaopata huduma katika hospitali hiyo. Kuna wagonjwa wengine wanakuwa labda kwenye mashine, kwa hiyo umeme ukikatika, kuna athari kubwa zinaweza zikatokea. Mi nilikuwa na shauri tu waweke miundombinu ambayo hata umeme kama unakatika ghafla labda kuwe na majenereta ambayo yameunganishwa direct, yani kwa Mwimbili nzima. Sio hiyo tu, yani vile vitengo vyote muhimu lazima viwe na jenereta zaidi ya moja. Aidha, hadi sasa umeme tayari umerejea na huduma zinatarajiwa kuendelea kama kawaida. Upendo Michael, Azam News, Dar es Salaam.